Tutoke biti, eh, Marekani eh. tende South Africa <laughs> ndugu bana, bana, bana. ndugu ndugu oh, hey. Mimi nilijua tu kuna tuzo, sikujua kama mbali na hizi tuzo tunazomzungumzia abi abi champs yeah. um, kwamba pia kuna tuzo nyingine watu wanapokea kama mke au girlfriend bora. watu <laughs> <Of the year. laughs> wanapeana tuzo midomoni hiyo tuzo haina mchujo. Kumbe tena kuna tuzo za mahusiano sikujua, yes. kama kuna tuzo za mahusiano eti, ndugu mtazamaji <laughs> ushaisikia wapi kwenye mahusiano watu wanapeana tuzo? Hiyo haina mchujo, haina nini, yani hiyo ni kupita, hakuna cha nominees? Eh. No, hiyo hapo, tupe bana, bana, bana. ndio ndio ndio aliyekuwa, uh-huh alikuwa mpenzi, mm. na mzazi mwenzake mm. na msanii wetu hapa Tanzania msanii, okay. ambaye anapendwa kwelikweli na watu, anafuatiliwa anafuatiliwa na kwelikweli, sukari ya walembo, huyu hapa ni Diamond Platnumz, simba la masimba, simba dangote, la masimba dangote na tii. mzazi mwenzake ni Zari Zarina Hassan. Yep, the boss lady Mrs. nani Mrs. eh, Shakib Shakib. Hasa ukiwa okay, unasema usio usi unafanya hivyo sawa eh. Unaanza hivi huyu ni eh, Diamond eh, Mr. Wazuhura. Ah. Lakini pia tunamzungumzia Zarina Hassan imebalance. Sasa hivi tayari ngoma mzani umebalance yani. Wewe Mr. wa mtu, mimi Mrs. wa mtu, hiyo ndio raha, my ex bwana akiwa tayari wamemove on wote tunachezeshwa we. Ah, Mr. Mr. Wazura bwana, ndoa tayari bwana, mpaka Zari amekubali, we ni nani usikubali? Ah. Una nini? We huyo Zari anajua <laughs> <Zari, uyo> <laughs> kila kitu kwanza <coughs> angalia, anaongea naongea kuhusu Aisha, anacheka sana anacheka <gul> ikabia ya nini? Yani kwamba hivi wewe, wewe na kuenjoy wewe unajiita Mrs. Nasibu, kuna kuona tu una lolote, unamjua Nasibu unamsikia, hakuna chatuzi ya uvumilivu wala tuzo ya girlfriend bora na kuona tu bwana Zari na sio mnafi bwana hey. Zari sio mnafi kwanza. Zari na, na yani katika ma ex uh, ambao wa Diamond ambao wamekubali aishe hey. Na mtu kati ya wale wapenzi wa Diamond ambao ndo napatana na Zuchu ni Zari. Mwanda kipindi kile uh, Zuchu na Diamond walivyoenda kule South Africa yeah, wakawa pamoja na Zarina pamoja na Mr. Shahib, kwa hivyo yani ni mtu ambaye bwana anapatana. Ndio maana anasema hata yuko tayari kumpata Zuchu watoto awalee wakae naye, kwani Zarie akasema nini? Adabu 13. Za, adabuban za, za, Zari, mm. Zari kwenye moja interview ambazo amezifanya uh -huh, amesema kwamba katoa kwanza kongole. Hongera ongera sana wa Zuchu kampa kongole za maana Zuchu, kwa sababu Zuchu kashindwa, aa, amini yeye na Tanasha, yani Zari na Tanasha kuna kitu walishindwa kukifanya kwa Diamond, lakini kabinti tu kadogo kembamba kutoka Zanzibari mm. ndio kimeweza kumfanya Diamond kutulia chini mm. na kufanya atimize zile, uh, yale mambo ambayo tumeamrishwa sisi wanaume tuyafanye Unazeeka, tafuta bwana. Unazeeka, tafuta bwana hiyo <tip> <tip> no, sasa Zuchu baada kuona umri unaenda, ndio akatumia njia ambazo yeye anaweza kuzitumia, akamfanya Diamond akunje goti mm. amuoe. Kumbuka ni Mzanzibari, ni Mzanzibari. Mm -hmm. Sasa Zari uzuri mwenyewe kasema, mimi na Tanasha tulishindwa kukifanya hicho kitu, ila, ila Zuchu kaweza eh, yani Uganda na Kenya wameshindwa Tanzania imeweza. Zanzibar binti <laughs> kaweza kamvuta Diamond. Visiwa mwinafua vya Marashi ya Karafuu. Naam, mtu kaweza katoka visiwa vya Mheshimiwa Mwinyi. Eh, yeah. karuka mpaka kwa Mama Samia. Unafanya masiana. Kamsalishi kijana. Kavuka maji ule mtoto juu. Kijana wapi wapi? Kigoma wapi Kigoma bwana? Si hapa kwenye mawese hapa. Mm. Migebuka. Hmm. kamleta kwenye papa. Ah na ile ile ale, ile ile unitolee anitolea mwiba wa nini ule? samaki nguru, samaki gani yule, wanapenda kula watu wa huko, ya semana ni ni, yes. Anatolea mwiba wa nini, sindio? Anamtolea mwiba kwenye samaki e, samaki gani huyo huyu? Yeah. Basi tufanya bani nguru yule afana chumvi huyo nguru, nguru, nguru, nguru, nguru, nguru, nguru. Uh, nguru atakuaja mwimba nguru bwana, kaimba nini nguru? Naye ana harufu au ngisi mm. mm, plastiki, aha, samaki kole kole kole kole bwana <laughs> <laughs> mwana Diamond ameyaweza mambo kumtolea di mwiba. Chako, chako kama. Ah, chat GPT niko eh, vizuri, anatolea mwiba samaki kole kole kole. Diamond kayaweza kole. mm. Anasikia Zuchu ume... kwenye mapishi iko vizuri, kanajua kupika. Kare katoto hata kumsifia, umeshaikula pishi lake usitanganywe na tunaona. Anaonekana unajua, ukishaona iko hivine, tamgi kwenye mwanamke ambaye kwanza, mwanamke ambaye yuko tu natural, yani hangaiki na urembo urembo hmm, jua kwenye ile sekta ya waifumatili iko vizuri ya. Una, angaika na urembo rangi yake ile mashallah, ani makeup zake tu kawaida kwenye shooting kamaliza, yaani hata akiwa nyumbani uko vizuri. Kuna wale wanawake wengine akai bila kope, akai bila makucha marefu, kuna wanawake wengine akai bila lipstick, lakini Suchu yuko yeah, very naturally, hakuna kitu hapo bwana. Kwao kwenye mapishi uko vizuri, nasikia hata kwenye usafi pia ni vizuri mm-hmm. Kuna mkwe mmoja hivyo walishindanaga na Madangota, alikuwa ni mchafu, sijui ni nani <laughs> sijui ndo Tanasha, nasikia alikuwa <laughs> mchafu huyo, <laughs> yani... kuna mmoja kati ya wakwe walishindana hakuwa msafi Tanasha, Tanasha. Tanasha. Tanasha genyemshindaga pale mm. Ilikuwa ni maisha fulani yale compact, yani mda wote

watu kibao <laughs> hasa akawa amemshinda ile maisha hasa just imagine kona... kwenye nyumba mpaka unamuona, mpaka kina uchebe wako pale, mpaka kina kina masharavu wako pale, ni nini hey? Ni, yaani nyumba hata ipumui madansa pale pale, nyumba ile yaani watu akilala usiku, nyumba unasikia kabisa natoa harufu uf. uf. uf. uf. <laughs> nyumba inajaa watu kibao hivi <laughs> ma, ma mama Dangote hakuwa sio wale kina mama ambao unajua kuna wale kina mama kama akiwa na mtoto wake mtoto akimletea zawadi mwanamke lazima amletee na mama kwa hiyo ukienda kununua vitenge nua pea mbili ukienda kununua mikoba, nua mikoba. sasa kuna wanawake wengine hawapendi hicho kitu Eh, mwanamke anataka awe special anataka afanywe surprise surprise, yeah. hmm, sasa ubaya wengine ndio watajua kuchagua kununulia mama kanga inasema tupendane na mkeo na mleo hiyo kesho wao wote wamevaa <laughs> sare sare Mtu ashoda kujibaragua vizuri, ah, kanga yangu ndo ile kava mkwezi na banana. E. Kidogo hata zawadi basi tunatofautisha, hata e, kama mmoja ya kanga, mkiwa mmeletea hata kidish dish, yani. e, kidash dash fulani hivi. E. Kesho mkiwa kimeletea e. kanga mama, mmletee e. Tunatofautisha. E. Ukimletea mama samaki hata aina hata ya hata ndio hiyo ngulu, basi mkiwa mmletea kolekole la mtole miba. E. Nini mmletea mako ngulu, kwanza ngulu ana harufu mbaya, mimi nakwambia. Mama yule <laughs> <Sio, harufu mbaya tu. laughs> <ngushe>, <laughs> nasikia anachumvi, anachumvi yule, ana chumvi balaa yule.

wakakubaliana kila mtu mm. alee mtoto angalizo. Angalizo aishi na watoto zetu, tutawalea. Tukihitaji kuwaona tutawaona, lakini nitoe angalizo kwa wale ambao wanaamini kwamba Zari amemaanisha, aa anamjua vizuri kabisa, kwa sababu kamkute Diamond mwenyewe bado anajitafuta na mafanikio mengi Diamond anayapata kwanza Diamond yakuta Zari, hey, kwa ni mwanamke ana akili. Fedha alikuwa hapatiki fedha za Diamond. Fedha za Diamond za kufanya maendeleo yake mwenyewe, mimi naamini hata wazo la WCB na kila kitu vitu vimekaa kaa vizuri kwenye mipango ni wazo la Zari the boss lady. Kwa sababu ni mtu ambaye anajua biashara zinataka nini, yes. Oh. Yule yuko vizuri anapaka makampuni ya urembo Shani woman. Yule Shakibu anakula hela tu pale. Shakibu ana hela. Mm-hmm. Shakibu hela ana. Mimi nakwambia Shakibu, kwani nafikiri anafanya kazi gani? Shakibu, si mnamuona kwenye boksa boksa tu. Yani, ingekuwa Shakibu ndo huku bongo mni mkali wenu. Usini. Mi sinakwambia Shakibu mkali wenu. Yani, Shakibu angekuwa ni bongo hapa ni mkali wenu ila ume, umelenga sababu sikio anakunga na mkali wenu akizungumza anasema bwana eh ni mm. bwana na mshangazi tu ni kimjini. So kama ulikupia ulifuatilia ile Young Famous and Africans, yes. Shakibu alikaa chini na Diamond, yeah. Aliongea naye Diamond, kuna kauli aliongea kwa sababu anajua huyu dogo hela ana, mm. Kwa Zari ni fedha. Kuna kauli aliongea kasa, mimi nikitaka Zari nirudiane naye leo kesho naweza kwa sababu ni mama watoto wangu nishampa heshima ya yes, maisha yani. Yeah, tayari amemheshimisha Zari kwamba ana watoto wawili wa Diamond. Kwao akiamua kumrudia, wa na aina mtoto wake Zari wa kwanza wanalingana, yani mtu aaa, <laughs> anamtengenezea tu Zari kile kitu fulani kwamba okay, Zari uko na mtu eh? Hamna, kwanza hana gentleman sio gentleman gentleman gentleman, hey. Kwani sio kwani amekosea nini? Shakibu sio gentleman. Gentleman anatakiwa aweje? <laughs> Yani, unajua kuna gentleman, unakana mtu ambaye ana ana fedha Zari ana hela fedha ana hela mm. Ukikana na Zari u gentleman wako uwe ni mtu ambaye ukisimama, e, ukikuwa ukikuwa dola mia dola mia, unajua kicheko cha Elon Musk. Eh. Elon Musk Musk akicheka <laughs> ni dola tu, gari ina Tesla sijui. Yani mtu ambaye tayari ana fedha, ndo Diamond kama nakua kicheko chake kile, kicheko nacha fedhandi, kama kile kikozi cha Harmonize kile cha bombocra achana, kile kile moshi tu, una kicheko cha fedha Ndo hicho shakibo kicheka, leo huwezi kushtuka kwanza, yeah. ana kicheko kizuri yeah. naela kicheko kinabadilika eh, awesome. Sasa e, huwezi kufananisha yule na Diamond. Diamond ni gentleman, so watu wasijidanganye mm-hmm. Nirudi kwenye point yangu. Diamond e ni mtu ambaye ana uwezo kumchukua mtu from anywhere okay. Akakaa naye chini, akamtongoza, akamproach vizuri na akaishi na Zuchu akajua okay, na Zuchu akabless maisha yake sasa like huo ni vumilivu ujinga tukubaliane, hmm. Kwa sababu kuna vumilivu ambao unasema sawa, vumilivu mtu kavumilia, lakini unajua mwanaume wako ana mwanamke mwingine wanaishi au kampangia nyumba apartment same fulani. Unakuwa unavumilia au ni ujinga kujua hicho kitu? Sasa ndio mapenzi hayo. Hakuna penzi la hivyo. Huo ni ujinga. Ujinga ni ujinga, ndio mapenzi yenyewe. Huo ni ujinga la kupitiliza sami. Haiwezekani. Kwangu mimi mwanaume nasema okay, sawa. <laughs> E, mimi sawa, mi na shida kwa sababu sinakuwa na, na sehemu mbili mm. E, sasa we mwanamke, unajua mpenzi wako ana mwanamke mwingine amemchukulia apartment mm, anamlipia kodi mm, anamzingatia chakula, usafiri, kamnulia alafu na wewe upo unasema mi navumilia tu huo, mm, ni vumilivu au ujinga? Sasa ndo hicho ambacho yeye anasema kwamba yeye yule ni mvumilivu, anajua kuvumilia, kamvumilia saa Diamond. Uvumilivu anaongea pale Zari, sio uvumilivu wa kusema Diamond ana, anatoka usiku anarudi kesho mm. au Diamond kakosea kitu amemsamehe Diamond. Kuna sehemu kaandika posti kamtagi Zuchu, bahati mbaya bida mtagi mtu mwingine. So vumilivuo uvumilivu mbanaongelea ee ni mwingine, okay. Kama Zari alishindwa pale kwa Diamond na kusema, okay, it's fine. fanya mambo yako, nami nifanye mambo yangu, na ujue Diamond alizingua kwa Zari. Mm. Yeah. Alizingua kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hayuko tayari ku, kustick kwenye familia. Yani, Zari alishamwambia okay, tumepata watoto wawili, stick kama baba, mimi stick kama mama, tuishi na familia yetu tuinue, Diamond akashindwa. Mm. Yuko na Zari anatafuta, akasema mimi sina shida ya fedha, mimi niko na shida ya upendo wako, lakini kama upendo wako huwezi kuweka na mimi, mm, go ahead, fanya maisha yako sasa hivi Diamond ikampata mtu ambaye alikuwa anamtafuta kwa muda mrefu, mtu ambaye anaweza kuwa naye alafu akawa na watu wengine na, okay. na mambo yakawa sawasawa. <coughs> kwao ndo uzuchu, sawa mm. Kila shetani na mbuyu wake. Sasa tutasemaje? Kila shetani na mbuyu <laughs> eh? na na wake nazimu na ilikujualo haliulilikakuishao Hali huyo ndo zuchu na Diamond mm, iko hivyo tunamaliza hapa tuna, eh, tuna sign out mm. lakini i ile <laughs> swali pia tuwaulize, hivi, una mpenzi wako, aidha ni mwanaume au mwanamke mm, uko naye kwenye mahusiano mm, unajua kabisa ana mahusiano mengine pembeni, wewe unajua sio sio siri, yani husiano moja tu, hata mawili unajua, alafu eti unasema unavumilia, huo ni uvumilivu au ujinga? Ujinga. Tuambie hapo kwenye comment, bana tuna sign out tunamaliza huo, yeah. Ni uvumilivu au ni ujinga? Huo ni ujinga, hey, huo ni ujinga. Sami, yeah. baby in the house.